Tumeletewa barua na jeshi la polisi ya kusitisha mkutano wetu. Tulikuwa na mkutano ambao ulipaswa kuhutubiwa hapa na Mheshimiwa Lissu, wamemkamata kwa lengo la kumfungulia kesi ya uhaini, kwa sababu tunazungumza mambo yanayohusu wananchi, namna rasilimali za nchi yetu zinapoporwa, zinakabidhiwa kwa wachina na waarabu. Hawataki mjue mnavyoibiwa. Sasa sisi tulipata taratibu zote. Sasa wameleta hii barua, na kwa sababu wameleta hii barua, tukitaka ushahidi huu wa ukiukaji wa haki za binadamu, tutapeleka hizi barua kunapotakiwa, ili dunia ione. Ninawashukuru kwa wale mliokuja kutusikiliza. Nchi hii ni yetu sote, hakuna wa kututisha tunaelewana vizuri. Hata gerezani wanakaa binadamu, tunaelewana vizuri. Kwa hiyo maadamu wameleta barua hii, tumesikiliza na tunaenda kushauriana na viongozi namna ya kuendea jambo hili, lakini tunalaani na tunataka mwenyekiti wetu aachiwe mara moja kutoka walikomshikiria kwa sababu kesi hiyo ni ya uongo, na hatutapiga magoti kwa polisi wala kwa yoyote kwa sababu ya vitisho ya vyao. Mapambano yanaendelea. Asanteni sana, Songea. Tunaenda kujadili, tutarudi Songea. No reform, hakuna mabadiliko ya sheria, hakuna mabadiliko ya sheria. Mungu abariki sana, asanteni.